Andika, moyo wa ibada ya kweli. Wana wa Mungu, tunamwabudu Mungu lakini bado Roho wa Mungu anadai moyo unaomwabudu katika roho na kweli, kwa kuwa ibada ya kweli imo ndani ya moyo wa mwenye kuabudu. Paulo anasema anatusihi ili dhabihu ya kweli takatifu ya kumpendeza Mungu yenye kuyajua mapenzi ya Mungu na ukamilifu, ni vile unavyoutoa mwili wako uwe dhabihu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwili wako uko moyo ambao Mungu ameweka amba madhabahu yake anataka humo ndani aone jinsi ambavyo wewe umempa nafasi Mungu katika kumwabudu. Sasa Paulo anaposema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, anasema habari ya nia ya moyo wako wewe mwenye kuabudu. Maana yake kuna kufanywa upya kwa nia ya moyo wako unapomwabudu Mungu. Lakini Mungu unamwabudu lini na unamwabudu wapi? Unaweza ukajidanganya kwamba unamwabudu Mungu kwa kule kuja hapa kanisani. Ukitoka hapa basi wewe huko katika kumwabudu Mungu kwa sababu upo kanisani. Mwenye kuabudu aabudu kutoka moyoni akijua kwamba Mungu yupo ndani yake. Ndani yako Mungu anataka aone ibada, huku akiona mwili wako ukiwa umetolewa dhabihu. Anataka kuona wewe unayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Ibada yako, ibada yako iwe kwa kutumia nguvu zote za mwili wako, nafsi yako yote, moyo wako yote, akili zako zote, Mungu aone hayo, ili ibada yako iwe ya kweli. Na ni sharti ugeuzwe, nia yako ifanywe upya. Bado ndani yako kuna shida kubwa ya kuto kugeuza nia yako. Nia yako bado inataka kuwa katika hali ile ile uliotoka nayo Misri. Kule Misri ulivyotoka kule, ulikuwa unamtumikia Farao, ukimtumikia dhambi, ukiutumikia ulimwengu na mambo yake yanayohusu tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburi cha uzima.